Simba ndume na wambuji, sikizani na tongoa na ketele, vitongoji na safari za mashua, leo nakumbuka miji ya kutweka na kutua, aipatwe na mpewa alitakapokutana aimpewa na pato lipalo mtu kukua angawa kinda mtoto akutishwa kachewa akiwa na upasito wakutamani ukiwa ai ndwele nafua itakapokutana ai furaha na moyo alionao hunawiri ikamwelea raha apendalo kaamiri akiwa mtu maliha asizagawe ni shari. Kwanza kabisa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kunifikisha hapa nilipofika. Pili, shukrani kwa wale ambao wametoa tuzo hili kwa sababu bila shaka wametambua juhudi zangu zile za kuwafikia watu ambao ni wanyonge, ambao hawasikiki, ambao e, wamekandamizwa, na bila shaka hamasisho ambalo nililitoa kupitia e, stories ambazo nimetoa basi limewafikia Kwevu. Kwa hivyo mimi nafurahi kwamba juhudi hizi zimepokelewa, na mwisho kabisa nawashukuru wale ambao wamefanya mpaka nikapata hili tuzo, kwanza wafanyikazi wenzangu ambao tumeshirikiana nao katika e, hizi habari na pili, wale ambao wametupa habari hizi ama wahusika ambao tumewaangazia e, e, story hizi ambazo tumefanya pia nawashukuru. Sijui nitawalipa vipi, lakini nitaendelea kumpigania haki zao na kuhimiza watu wawasaidie zaidi.